Ifike mahali wanawake mjitambue. Ifike mahali wanawake muwe mnawawekea limit wachumba zenu ambao mnakutana nao kwenye uchumba. Unamwekea muda ya kwamba ikifika muda fulani haujanitolea mahali, haujanioa. Mimi na wewe tunaachana. Msipowawekea limit hao wachumba zenu mnakutana nao, mimi nitawahakikishia na mtachezewa mpaka uzeeni. Mtachezewa mpaka mtakoma. Wanawake msipowaangalia wanaume wa sasa hivi, jinsi walivyo na tamaa ya kuwa na wanawake wengi. Wewe mwanamke ambaye uko na malengo mazuri ya maisha yako, una malengo mazuri. Naongea na mwanamke ambaye anajiheshimu, naongea na mwanamke ambaye anautunza mwili wake, ana hofu ya Mungu. Siongei na malaya. Maana kuna wanawake wengine malaya wahuni wahuni wanapenda kuchezewa. Hata wao wenyewe wanapenda kubadilisha badilisha wanaume. Kuna mwanamke mpaka na wanaume wawili, watano, huyo sio mwanamke. Huyo ni shetani. Ni kaaba wa kuzimu, malaya tu huyo. Siongei na mchafu kama huyo mimi. Naongea na, na mwanamke ambaye anajielewa, anaheshimu mwili wake, anamheshimu Mungu ndio naongea naye. Wewe mwanamke ambaye unajiheshimu, utaki kuchezewa. Ukikutana na mchumba, muwekee muda. Kwa sababu ukikutana na mwanaume, gia wanaokuja nayo kwenu wanaume wa sasa hivi, nataka kukuoa. Akikwambia hivyo kama una akili na wewe unaregea. Sasa akikwambia nataka kukuoa, mwambie ninakuwekea limit. Kama ikipita miezi mitatu au mitano hujanioa, mimi na wewe tunaachana. Kwa sababu mimi mwanamke, umri wangu zidi unavyozidi kuongezeka, thamani yangu inapungua. Wewe mwanaume, thamani yako inaongezeka zidi unavyozidi kukua. Kadri mwanaume anavyozidi kukua, Thamani ya wanaume wake inaongezeka, ila mwanamke kadri anavyozidi kukua, thamani ya kuwa mwanamke inapungua, ya kuwa mwanamke mwenye thamani inatoka. Unanielewa vizuri? Thamani ya mwanamke huwa ni kubwa pale ambapo umri wake bado ni mdogo. Umri wa mwanamke unapokuwa mdogo, pale bado mbichi mbichi, kuanzia miaka 18, 20, 25, 26 huko akifika 29 huko tayari, labda tu awe na mwili mzuri, lakini thamani ya mwanamke, mtu akimuulizia kwa watu, akisema yule mwanamke ana miaka mingapi, kwani Ah, ana miaka 25. Ah, bado bado. Ana miaka 29. Mm, kashakuwa mzee, miaka 29. Kwa nini haolewi? Ah. He. Haolewi tunajua tena wanawake wa sasa hivi. Wanaanza kumpa historia yako. Kama mwanamke unataka wewe uolewe labda ukiwa na miaka 30, unataka uolewe ukiwa na miaka 32, hakikisha unajitunza. Mwanamke unaweza ukawa na miaka 30 kama unajitunza hutumii tumii hovyo. Unaendelea kung'aa kwa sababu mwanamke ambaye anatumika na wanaume mbalimbali anachakaa mapema. Ndo nashangaa una miaka 25 usipojipodoa utoki nje. Una miaka 20 lakini usipojipodoa ukijiangalia kwenye kioo, wewe mwenyewe unajikataa. Unasema, "Mm, nitoke hivi watu watanionaje? Wanaume watanionaje? Wanaume hawatanitongoza." Tayari, ukiona bila vipodozi utoki. Ukiona bila vipodozi wewe mwenyewe unaona, "Mm, sijapendeza." Mpaka unaanza kujiongeza shepu. Ukiona bila wigi utoki. Tayari ushazeeka dada yangu. Thamani yako ishatoka. Ni heri uwe unajipodoa ukiwa kwenye ndoa. Unasema, nishazeeka, acha nijipodoe, angalau upo kwenye ndoa. Unasema, nishazeeka, acha nivae wigi, angalau uko kwenye ndoa. Lakini hujaingia kwenye ndoa, ushaanza kuvaa wigi, ushaanza kujipodoa, ushaanza kujikataa mwenyewe, bado hujaingia kwenye ndoa. Unasema, <coughs> hii sura nikitoka nayo wanaume watanionaje? Ushazeeka. Kwa hiyo, mwanamke, usipoweka limit ya uchumba na mwanaume uliye naye, utatumika mpaka utachakaa. Labda ujitunze hapo utafaidika. Usipojitunza hakuna wa kukuoa, kwa sababu wanaume ambao wanataka kuoa huwa wanaulizia historia ya mwanamke, anaishije, ametoka wapi. Akipata historia yako umeisha. Sasa wewe endelea kudanganyika, unasema nataka taipu yangu. Anayetafuta taipu yake ni mwanaume, sio mwanamke. Wewe mwanamke ukisema natafuta taipu yangu, nataka mwanaume mrefu, siji mfupi, mwenye siji, mwenye hela, huyo mwanaume atatokea, kwa sababu amekusikia wewe unamtaka unamtaka awe hivyo sasa kwa kuwa amejua unataka mwanaume wa namna hiyo na huo ndio udhaifu wako, atautumia wewe udhaifu wako ambao unasema unataka mwanaume mweusi, sijui mrefu, mfupi, si wa aina gani. Atatumia wewe udhaifu wako atakutumia, atakuacha. Mwekee limit mwanaume. Mwache mwanaume mwenyewe ndo akutafute, akutongoze. Akishakutongoza kama ana nia ya kukuoa atakuoa. Kwa sababu mwanaume akisema anataka kukuoa, hata maliza hata miezi mitano au mitatu kukuchunguza. Lakini una mwanaume eti anajipanga huko anaendelea kukutumia. Eti anatafuta mali huko anaendelea kukutumia. Huyo atakuacha, atatafuta mwanamke mwingine, atamuoa. Hata ingekuwa ni wewe mwanamke ndio ungekuwa mwanaume. Hauwezi kuoa chombo ambacho umekitumia mpaka umekuchoka. Halafu uache chombo kipya. Hivi mimi leo ninakutumia, ninakufanyia kila kitu unanipa, unafua, unalala geto kwangu mpaka asubuhi. Kuna hamu ina, ya kuoa inakuja. Kwa nini nisitafute mwanamke mwingine mpya? Nimuoe niachane wewe muhuni ambaye unafanya mapanua miguu ovyo. Kwa hiyo ifika muda wanawake mwawekee limiti wa chumba zenu kwamba ikifika muda fulani au hujanioa ikipita miezi mitatu au mitano au hujanioa mimi na wewe tunaachana natafuta mwanaume ambaye yuko serious mwanaume ambaye yuko serious na anataka kukuoa haiwezi pita mwaka lakini wewe wa kwako huyo eti miaka miwili miaka nane, si miaka kumi, una date naye huyo ni muongo anakuchezea mwisho wake thamani yako itapungua yeye ya kwake inaongezeka atatafuta mwanamke anayejielewa atamuoa wewe atakutumia kama daraja la kumaliza hamu zake akimaliza hamu zake anatafuta mwanamke wa maana mwenye akili anamuoa wewe atakuacha na hiyo shepu yako na uzuri wako na kila kitu ulichompa atakuacha. Kwa hiyo mwanamke, jiongeze, ambaye unajipenda, ambaye unajielewa, unajiheshimu, mwekee limit mwanaume. Mwanaume kama yuko serious kukuoa mwanaume, akisema nataka kuoa inamaanisha maanisha amejipanga, kilichobaki ni kutafuta mke na kumweka ndani. Eti anajipanga huko, anakutumia. Huo ni uongo. Mwanamke ambaye unajielewa, shtuka. Halafu kingine, usimpende mwanaume kabla hajawa mume wako. Hakikisha mwanaume amekuwa mumeo, ndo umpende. Unampendaje mwanaume hajawa mumeo? Atakuumiza, Atakutesa, kuwa na akili. Kwa hiyo naongea na wanawake ambao wako na malengo na maisha yao, mwekee limiti mchumba wako. Alafu kaa ukijua mwanaume ambaye ana nia na lengo la kukuoa akikufuata wewe akakwambia nataka kukuoa, tayari ni mahali kashatafuta, ila alikuwa anatafuta mwanamke. Kwa hiyo haitachukua muda kukuoa, ila ukiona inapita miaka, miezi, huyo hana lengo la kukuoa, na lengo la kukuchezea. Kuweni serious, mwanamke kujitunza, mwanamke kujithamini. Wewe zidi kudanga tu, zidi kubadilisha wanaume tu, utachakaa mwishowe. Ukikutana na mwanaume akilala na wewe mara moja anaondoka, kwa sababu anakuta huna raha, huna joto, umetumia madawa ya kutosha huko chini, umetumia madawa ya kutosha wapi paka, umepungua thamani, umepoteza raha. Usidanganywe na wadada wa mitandaoni, mitandao isikudanganyi. Kuna wadada wanaibuka mitandaoni unajua, oh, kuolewa sio lazima, kuolewa sio ishu. Wasikudanganyi, kuolewa kwa mwanamke ni heshima wapotoshe na wanawake wengine ili wawe wengi mtaani, asiwepo wa kumcheka mwenzake, mwe masingomaza wengi mtaani, mwe wanawake wengi mtaani ambao hamjaolewa. Usikubali. Tunza uhusiano wako, jitunze, na wewe kuwa na hofu ya Mungu. Thamani ya mwanamke kujitunza.